Lakini Aisha, hata hivyo ukija kuangalia mm. ni kwamba changamoto ambayo ipo au sitofahamu ambayo ipo kati ya Israel pamoja na Hamas ni kuhusiana na mateka ambapo Hamas wameendelea kuwashikilia mm. mateka wa Israel. Tukumbuke ni kwamba sio kwamba Hamas hawaachilii mateka wa Israel, hapana. mm. Wanawaachilia ila ni kwa kusuasua kusua, wanawaachilia lakini unakuta kwamba uh, Hamas wameachilia mateka wawili wa Israel. Hamas imeweza kumwachilia mateka mmoja wa Israel lakini inavyoonekana kuna idadi kubwa sana ya mateka ambayo bado Hamas imeendelea kuwashikilia. Lakini hata hivyo ukija kuangalia, ndio maana unakuta pale pale ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiendelea kuongelea msimamizi kwamba tuweze tuweze kupatiwa mateka wetu mm. na kama nyinyi mateka tuweze kusimamisha vita kati ya Hamas pamoja na Israel mm. basi mnabidi muweze kuachia mateka ambao mmeweza kuwashikilia mm. na hii inakuwa changamoto sana kwa upande wa iz kwa, kwa upande wa Hamas kwa sababu Hamas anaona ni kwamba, nikiweza kuachia wateka hao kuweza kukupatia mm. basi haya mateka yako hao hapa, je, ni kwa utaweza kusimamisha vita kati ya Hamas pamoja na wewe Israel? mm -hmm. Na hii tukumbuke ni kwamba Hamas anakuwa kama vile yeye amejiwekea ngao, yani amejikinga ya mm -hmm. kwa sababu kwamba uh, ukuja kuangalia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ni mtu ambaye mguu pande mguu sawa mm -hmm. yani sio kwamba akiweza kuahidi kitu mm -hmm. anaweza kutimiza moja kwa moja, anaweza akakuahidi leo hivi na kesho anakuja anakubadilisha Yani, hiko ni kitu cha kawaida sana kwa waziri mkuu wa Israel. Na kama hivyo kwamba ukija kuangalia, kuna kipindi ambapo shirika la afya duniani la WHO wenyewe walikuwa wanataka watu wa chanjo ya polio katika ukanda wa Gaza, wakaomba vita iweze kusimamishwa ndani tu ya siku kadhaa, baada ya kuweza kutoa hizo chanjo basi mambo mengine yaendelee kama kufanya mashambulizi, waendelee kufanyana mashambulizi, lakini tayari wakati huo wanafanya mashambulizi, tayari shirika la afya duniani wameshatoa chanjo kwa watoto, na ilikuwa ni chanjo ya polio. Lakini tukaona ni kwamba upande wa Israel walikubali, tukasema eh, hey, bora Israel wameweza kukubali. Lakini changamoto ambayo imekuja kutokea ni kwamba pale ambapo wahudumu wa afya walipofika sasa katika ukanda wa Gaza kwa ajili ya kuweza kutoa chanjo hiyo kwa watoto, mashambulizi yakaanza. Aisha, wana hapo, ndipo ambapo wauguzi wengi wa kaweza kupoteza maisha. Tukaona mpaka shirika la afya duniani WHO ikaweza kuingilia kati, ikasema kwamba haiwezekani kwa sababu hii imekuwa ni kinyume na makubaliano. Mwanzo mlikubali lakini kwa nini mmekuja kukataa? Kwa ni kwamba uh, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu sio mtu wa kumwamini moja kwa moja. Na hii mpaka kwa waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katz na yeye, anaweza kuzungumza kitu hapa, mkasema kwamba uh, waziri wa waziri wa ulinzi wa Israel amekubali kwamba vita inasitishwa upande wa Gaza, lakini unashangaa akikupa tu mgongo, vita inaendelea, kwamba hawa watu sio watu wa kuwaamini. Na kuna kipindi ambapo rais uh, wa Marekani Donald Trump aliweza kuzungumza kuhusiana na upande wa Gaza akasema kwamba upande wa Gaza ni upande wa Mashariki ya Kati mm -hmm. kusema kwamba ni upande wa, wa Palestina hapana. Akasema ile ni sehemu ya Mashariki ya Kati, tunazungumza Mashariki ya Kati ambayo Israeli na yenyewe ipo humo ndani mm -hmm. kwa hiyo unakuta ni kwamba hata maneno ambayo anakuwa anazungumza, anazungumza Donald Trump katika upande wa Gaza, na yenyewe vivyo hivyo ana sintofahamu ndani yake. Je, vipi kuhusiana na Wapalestina ambao wenye ardhi yao na ukija kuangalia upande wa Hamas kuachia mateka moja kwa moja wa Israel ni ngumu. Mm -hmm. Kwa sababu anafikiria kwamba mimi nikisema niwaachie mateka moja kwa moja niseme sema na kabisa wa Israel, mgogoro wa vita bado utaendelea. Mm -hmm. Na hapo hapo na nipo ambapo uh, Israel na wenyewe wanazidi wana kwamba kusema kwamba nyinyi mkiendelea kuwashikilia mateka basi mgogoro wa vita unazidi kuendelea siku hadi siku. Japo mm -hmm. kwa upande wa Israel uh, waziri mkuu wa Israel akiulizwa maswali anasema mimi sipigana na Palestina mm -hmm. mimi napigana na Hamas. Ukija kuangalia Hamas ambayo na anapigana nayo ipo Palestina. Mm -hmm. Kwa hiyo tunakuja pale pale kwa upande wa Lebanon, akisema kwamba mimi sipigane na Lebanon, napigana na Hezbollah. Mm -hmm. Hezbollah iko wapi? Hezbollah ipo Lebanon. Mm -hmm. Kwa unakuja kuangalia mashambulizi ya vita ambayo yanatokea Israel akipigana ya na Lebanon, Israel akipigana na Palestina, mm -hmm. Yeye anasema hapana, mimi sipigani na hizo nchi. Bali mimi napigana na vikundi ambavyo vinapatikana katika hayo mataifa. Mm -hmm. Tunakuja unaanza kujiuliza, kwa nini Israel ameacha kufanya mashambulizi upande wa Iran? Mm -hmm. Yaani sasa tu kujiuliza kwa, kwa nini kwa nini Israel ameacha kufanya mashambulizi <laughs> ndani yeah, ya Iran. Yeah. Na tukumbuke jojina malamisho kwamba Iran aliweza kumpiga pigo kali tunasema kwa upande wa Israel jo jina mpaka ile sasa, ikaleta sasa, tunasema kwamba si mtofahamu kwamba Israeli alikuwa amehamisha sasa mashambulizi kwa upande wa Lebanon, lakini kwamba kila mtu akiweza kikaa nafikiria kwamba je, Israel ataweza kurudisha mashambulizi? Mpaka leo tunaona kwamba ni kimya kabisa mm kwao. Unakuja kwa nani kwamba unaweza kwa kujiuliza tu Aisha, kwa, mm. kwa, kwa, kwa, kwa ufupi labda Israel anashindwa kumshambulia ila ilikuwa labda ila ni mshirika wake ni Urusi, Urusi. na hapo mm. hapo ukija kuangalia unajua, ukikao kifikirezi vita ambayo inaendelea Mashariki ya Kati. mm -hmm. Vita kati ya Urusi na Ukraine kama vile ni vita ambayo inazunguka mm -hmm. yani wale washirika wa huko, washirika wa kule, washirika wa kule, kama vile kuna vikundi tayari watu wameshajimegea, na ndio hapo hapo unakuta kuna kipindi ambapo Israel ilikuwa ina, inashambulia mpaka Syria. mm -hmm. Unaweza kujiuliza kwa nini Israel anashambulia Syria, na huyo huyo Syria ni mshirika na nani? na Urusi, na Urusi. Kwao unakuja kuangalia kwa kama hizi vita ambazo zinaendelea Ah, mataifa ambayo yanapigana na hivi vikundi ambavyo vinapigana vinakuwa vina washirika wake upande mm -hmm. mzuri tu kwamba Hezbora yeye alikuwa anasapotiwa sanaanasapotiwa sana na Syria. Hezbora, Hezbora huyu huyu yeye anapigana na Israeli na upande wa Syria naye alikuwa ana ugomvi na Israel, ko nakuja kuangalia kwa kwamba ni vita ambayo kama vile inazunguka mm -hmm. inazunguka pale pale, ndio maana inakuwa ni ngumu kwa upande wa Hamas kusema moja kwa moja tunaachia sasa hawa mateka warudi katika taifa lao mm -hmm. kwa sababu na wenyewe wa wale mateka ni kama vile ndio ngao yao, ni kama ni sehemu yao ya kujilinda mm -hmm. Wakitaka kwamba uh, upande wa Gaza uweze kupatikana amani upande mm -hmm. wa Gaza, watu wa Gaza waishi huru, ni kwamba huu mgogoro wa vita sasa inabidi Hamas akae chini na Israel wazungumze vizuri mm -hmm. lakini wasizungumze peke yao, na viongozi wa Palestina na wenyewe wahusishwe, wakiwa mwandani waweze kuzungumza, ndio mgogoro unaweza ukaisha mm -hmm. lakini ni kwamba ni pale, patu, kuweka, wanakuja, moja. Ni pale pale tukisema kuweka wapatanishi, wanakuja mpatanishi anakaa upande mmoja, inakuwa ni changamoto kuweza kumaliza mgogoro wa vita ambao unaendelea Mashariki ya Kati mm -hmm.